Kwamba kata yetu ya Mtakuja pamoja na kwamba ni moja ya kata kongwe sana katika mkoa wa Geita, mimi ni diwani wa tisa katika kata hii. Lakini wakati mnanipa kijiti cha kuongoza udiwani, mtakumbuka hatukuwa hata na huduma ya afya katika kata yetu, pamoja na ukongwe wote. Lakini kwa nafasi na heshima mlionipa tumejenga zahanati tatu katika kata yetu ya Mtakuja. Lakini sambamba na hilo, sasa hivi tunakamilisha kituo cha afya hapa. Ndio maana nasema lazima tuangalie tulikotoka wapi, tulipo na sasa, tunaangalia tunakwenda wapi. Lakini pia mtakumbuka tulikuwa na shule mbili tu za msingi, leo tuna shule nne, na sasa tunaelekea kujenga shule ya tano ya msingi. Sambamba na hilo, tulikuwa na, na shule moja ya sekondari mahala hapa tulipo, shule yetu ya Shantamai. Kwa kweli wakati ninafika katika nafasi hii ya uongozi wa udiwani, hata ule ufaulu tu wa kwenda kidato cha tano kutoka kidato cha nne, watoto walikuwa na faulu walikuwa wazidi watoto wawili. Leo niliposimama mbele yenu, nikiwa naomba kula kwa mara nyingine tena ufaulu wetu umeongezeka mpaka watoto mia moja na sabini na tano kwenda kidato cha tano. Hayo ni maendeleo makubwa tumeyafanya. <coughs> Lakini sambamba na hilo tukaona shule moja tu haitoshi, na kata yetu ya Mtakuja ni kubwa, lakini pia jiografia ya kata yetu ilikuwa haiwezeshi watoto wetu kutembea umbali mrefu. Cha kwanza tulichokifanya katika shule yetu ya Shantamaini ni kujenga hosteli nilikuta kulikuwa na hosteli moja, lakini nimesimama hapa, tuna hosteli kumi na moja. Haya ni maendeleo tuliyokuta hapa, na kwa sababu ya kujenga hosteli ndio maana tumekuwa na ufaulu mzuri. Lakini kama hilo halitoshi, tukasema lazima tuongeze tena shule zetu za sekondari. Leo nimesimama mbele yenu, wakati natarajia kuomba kula, tayari tuna shule tatu katika kata yetu ya Mtakuja, shule za sekondari tumejenga Mtakuja sekondari na tumejenga sasa hivi Mabadi sekondari. Zote zinatoa huduma ya elimu <tutu> Mtakuja oye, Mtakuja oye <tutu> lakini wakati ule mimi ninaingia katika nafasi ya udiwani, hatukuwa na barabara zilizokuwa zinaunganisha mitaa hatukuwa na barabara zilizokuwa zinaunganisha mitaa leo hii tunapozungumza, barabara zote zinaunganisha mitaa yote saba ya kata Mtakuja. Mtakuja oye, Mtakuja oye. Wanasema Mta Mta, usiposhukuru kwa kidogo, hata kikubwa huwezi kufanyaje, tuweze kushukuru. Hayo ni maendeleo na maendeleo ni hatua, ndugu zangu, tumetoka katika kufungua sasa barabara zetu yajayo na kwa kweli ndio matarajio yetu, na mheshimiwa mgombea ubunge yuko hapa. Tumefanikiwa kufungua barabara zetu hizi za moramu, lakini sasa tunatamani tuwe na barabara za lami. Mtakuja hapa pia ni mjini. Naombeni sana ridhaa yenu, nipe miaka mingine mitano ili tuweze kuendeleza yale mazuri ambayo tumeyafanya kwa pamoja kwa miaka minne ya uongozi wake amefanya mambo mengi sana, amefanya mambo makubwa. Na mimi nataka niwaibie siri kwa uchache tu, sisi kata Mtakuja tumenufaikaje. Hapa tulipo Shantamaini Sekondari, kwenye viwanja vya Shantamaini, Mheshimiwa Samia ameleta fedha za kujenga vyumba tisa vya madarasa katika shule yetu. Nani kama Samia? Maana wakati mwingine lazima tunapoomba jambo tunaomba kwa mifano, lakini niwaambie mradi mwingine mkubwa ambao tumenufaika nao, mnaifahamu Mbabani Sekondari, mnaifahamu? Fedha hizo ameleta Mama Samia Suluhu Hassan mwaka jana, ametuletea milioni 584 na na laki mbili kujenga shule ile ya Mbabani Sekondari. Hivi watu wa Mbabani na Mtakuja, kuna haja ya kusitasita kumpa kura mama? Wangapi wako tayari?